Msongamano wa sumu kwenye ini unaweza ukasababisha ini lishindwe kuchakata vizuri homoni za estrogen na progesterone, kwa hiyo kusababisha mvurugiko wa homoni za uzazi. Lakini kama utaweza kusafisha ini vizuri, basi hutoweza kusikia mvurugiko wa homoni za uzazi. Msongamano wa sumu kwenye ini unatokana na vyakula vi vya kiwandani tunavyokula, uh, vyakula vyenye via kemikali, matumizi ya uzazi wa mpango, matumizi ya madawa ya hospitali. Kwa hiyo kama unajua unatumia hivyo vitu, homoni zako haziko sawa, hedhi yako imevurugika, au unashindwa kushika ujauzito, basi unatakiwa kusafisha ini. Hakikisha unatumia uh, liver care kutoka Okoa Mwili na chosetico uh, ili kuweza kusafisha ini lako. Leo ni siku ya kumi na tano ya kutumia liver care katika mlolongo wetu wa siku thelathini uh, za kusafisha ini. Kwa hiyo tumia C24/7 na liver care kusafisha ini lako na kuondoa sumu mwilini. ili kuzipata dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Kumbuka tunamalizia uh, ofa zetu tarehe 30. Hakikisha unaweka oda yako na usikose ofa hii. ili kuweka oda yako nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.